Hello, kuhusu ligi o. Namba moja: bingwa mara nyingi zaidi ni Real Madrid kutoka pale nchini Spain, lakini mtu aliyepoteza finali nyingi zaidi ni Juventus kutoka pale Italia, finali saba mbili nchi iliyotoa tajiri mara nyingi zaidi ni Spain, wakitoa mara 20. Nambari tatu, nchi iliyotoa washiriki wengi zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni Ujerumani. Nambari nne, jiji lilocheza finali nyingi za michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni jiji la London ambalo linapatikana nchini England. Nambari tano, nchi iliyocheza finali nyingi za michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni Ujerumani. Sita, timu iliyoshinda taji hilo la ligi ya mabingwa bara la Ulaya na pale saba nje ya jiji la London. Jiji lingine lilochezesha timu tatu kwa makundi kwa msimu mmoja ni jiji la Athens pale Ugiriki. Jiji pekee lililowahi kuchezesha timu mbili finali kwenye msimu mmoja ni jiji la Madrid ambalo lilikutanisha kati ya Real Madrid na Atletico Madrid msimu wa mwaka 2014. Tisa, uwanja pekee unaotumiwa na timu mbili tofauti iliwahi kukutana kwenye hatua ya mtoano ni uwanja wa San Siro ambao ulikutanisha AC Milan na Inter Milan kwenye hatua ya mtoano. Nambari kumi, klabu iliyofunga mabao mengi zaidi kwenye hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya ni PSG kutoka pale nchini Ufaransa. Nambari 11, timu iliyoshinda mechi nyingi mfululizo za uwanja wa nyumbani ni Bayern Munich pale Allianz Arena. Mara 14, timu iliocheza mechi nyingi mfululizo bila kupoteza ni Manchester United. Mara 15, timu iliocheza mechi nyingi bila ushindi ni Steaua Bucharest kutoka pale nchini Romania. 16 timu iliyotoa sare mechi sita zote za makundi ni AEK Athens kutoka Ugiriki. 17 bingwa pekee wa ligi ya mabingwa alicheza nusu finali mechi moja ni Aston Villa. Tisa? timu iliyoshinda mechi chache zaidi na kuibuka bingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa ni PSV. Namba 20, Namba 21, mchezaji aliyecheza mechi nyingi za ligi ya mabingwa ni Cristiano Ronaldo. 22, mchezaji mdogo zaidi kushinda tuzo ya mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Ulaya ni Erling Haaland. Namba 23, mchezaji mwenye umri mkubwa kufunga kwenye ligi ya mabingwa ni Ferenc Puskas. 24, mchezaji pekee kuwa mfungaji bora kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kombe la dunia na euro ni Gerd Muller. Namba 25, mchezaji pekee kufunga hattrick akiwa na timu tatu tofauti ni Robert Lewandowski. Namba 26, mchezaji kufunga hattrick akiwa na umri mdogo zaidi kwenye ligi ya mabingwa ni Raul Gonzalez. Namba 27, mchezaji mdogo zaidi kufunga bao na kuassist kwenye ligi ya mabingwa ni Lamine Yamal. Namba ishirini na nane, mabingwa. Namba nane mchezaji aliyefunga bao la haraka zaidi ligi ya mabingwa kwenye fainali ya ligi ya mabingwa na ligi ya Europa nyingi kwenye ligi ya, ya mabingwa Cristiano Ronaldo. Namba thelathini na mbili, ubingwa, ya mabingwa, na thelathini na mbili mchezaji aliyeshinda ubingwa wa msimu mmoja ni Varane msimu wa 2018. 8 Namba thelathini na nne mchezaji wa mwisho kutoa ubingwa wa ligi ya, mabingwa na ubingwa wa ligi ya Amerika ya Kusini kwa msimu mmoja ni Willy Caballero. Namba 35 kipa aliyekoa michomo mingi ya penalti kwenye ligi ya mabingwa ni Casillas. Namba 36 kipa aliyecheza mechi nyingi bila kuruhusu bao kwenye ligi ya mabingwa ni Jens Lehmann. Namba 37 mchezaji pekee aliyeshinda ubingwa wa ligi ya mabingwa mara sita ni Francisco Gento. Namba 38 kocha aliyekaa bench kwenye mechi nyingi za ligi ya mabingwa ni Alex Ferguson namba thelathini na tisa kocha wa mwisho kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa mara nne ni Carlo Ancelotti. Namba 40 mtu wa mwisho kushinda ubingwa wa ligi ya mabingwa kama kocha na mchezaji Zinedine Zidane. Namba arobaini na moja kocha pekee aliyefika fainali na timu mbili tofauti mfululizo ni Thomas Tuchel. Namba 42 nchi iliyotoma kocha wengi walioshinda ligi ya mabingwa mara nyingi zaidi ni Itali. Namba arobaini na tatu mtu pekee kushinda ubingwa wa ligi ya mabingwa, Kombe la Dunia na Euro ikiwa kama kocha ni Vicente del Bosque. Namba 44, na mwisho kocha pekee kushinda ubingwa wa uropa na ligi ya mabingwa msimu uliofuata ni Rafael Benitez. Hizo ndizo rekodi usizozijua kuhusu ligi ya mabingwa pale barani Ulaya mimi